Alfajiri ilipoanza kuchomoza, kabla hata ya jogoo kuwika, Neema alikuwa tayari amekaa kitandani, macho yakiwa wazi, lakini mwili ukiwa bado umechoka. Kengele ya simu yake ya bei rahisi ililia kwa sauti ya kukwaruza masikio, naye akaizima haraka, kabla haijawakwaza majirani. Chumba chake kidogo kilikuwa kimya, kikiwa na godoro jepesi, meza ndogo iliyochakaa na vitabu vichache vya masomo vilivyopangwa kwa uangalifu pembeni. Hapo ndipo ndoto zake zilipoishi. Akiwa amevalia kanga yake ya zamani, Neema alijifunga hijabu yake kwa haraka, akachukua ndoo na sabuni, kisha akatoka nje akipambana na baridi ya asubuhi. Kazi yake ya kwanza ilikuwa kuosha nyumba za watu matajiri waliokuwa bado wamelala usingizi mzito. Mikono yake ilizoea maji baridi na sakafu ngumu, hadi ikapata makovu madogo yaliyoshuhudia miaka ya kazi nzito. Kila alipokunja mgongo kusugua sakafu, alijiambia moyoni, hii siyo mwisho wangu. Ilipofika saa tatu asubuhi, Neema alikuwa tayari sokoni. Alipanga mboga mboga zake kwa ustadi, nyanya nyekundu, mchicha wa kijani kibichi na vitunguu vilivyong'aa chini ya jua la mwanzo. Alitabasamu kwa wateja wake, hata wale waliopenda kubishana bei kana kwamba maisha hayakuwa tayari yamechukua mengi kutoka kwake. Ndani ya tabasamu hilo kulikuwa na uchovu, lakini pia kulikuwa na tumaini. Jioni ilipokaribia, Neema alirejea nyumbani akiwa amechoka, miguu ikimuuma na mabega yakihisi mzigo wa siku nzima. Lakini hakupumzika muda mrefu. Baada ya chakula chepesi, aliwasha taa ndogo, akafungua vitabu vyake na kuanza kusoma. Wakati wengine walikuwa wakipoteza muda kwenye simu, Neema alikuwa akijenga kesho yake ukurasa baada ya ukurasa. Usiku ulipozidi kuingia, macho yake yalipoanza kulemea, alifunga kitabu, akavuta pumzi ndefu na kunong'ona kwa sauti ya matumaini: siku moja maisha yatabadilika. Ndani ya uchovu wake, Neema alilala akiwa na imani kwamba kila alfajiri aliyopambana nayo ilikuwa ngazi ya kumfikisha juu zaidi. Wakati Neema alikuwa akipambana na baridi ya alfajiri, Sasha alikuwa bado amelala kwenye godoro laini lenye mashuka meupe yaliyokuwa yananukia manukato ya gharama Simu yake ya kisasa iliangaza pembeni ya mto ikionyesha notifikasheni zisizoisha, likes comments na ujumbe wa mashabiki waliovutiwa na picha zake. Alipoamka hakuwahi kukurupuka kama Neema, alijigeuza taratibu akitabasamu alipokumbuka kuwa maisha yake hayakuhitaji kukimbizana na saa. Sasha alisimama mbele ya kioo kwa muda mrefu akijitazama kwa majivuno. Nywele zilikuwa zimepangwa kwa ustadi, ngozi iking'aa, na tabasamu lake lilikuwa silaha aliyojua kuitumia vyema. Alivaa mavazi ya gharama hata kama mengi yalikuwa zawadi kutoka kwa wadhamini waliotaka kuonekana karibu na urembo wake. Kila nguo aliyovaa ilikuwa na lengo moja: kuvutia macho na kamera. Mchana wake mwingi ulipita kwenye mitandao ya kijamii. Alipiga picha za kahawa kwenye migahawa ya kifahari, akionyesha saa za bei kubwa na mikoba ya majina makubwa. Hakuwahi kueleza chanzo cha pesa hizo. Kwa Sasha, kilichokuwa muhimu ni kuonekana anaishi maisha ya ndoto. Ukipendeza dunia itakupenda, aliwahi kujisemea kwa kujiamini. Jioni zilikuwa za sherehe. Pati moja hadi nyingine, muziki, vinywaji, na watu waliomsifu kwa kila hatua. Sasha alipenda sauti za pongezi, alizihitaji kama hewa. Kila alipomwona Neema akirudi nyumbani, akiwa amechoka na mavumbi ya kazi, alimtazama kwa dharau iliyofichwa ndani ya tabasamu. Kwa nini ajiteseke hivyo, alijiuliza. Mimi nimetumia kile nilichonacho na maisha yamenitabasamia. Lakini nyuma ya picha kamilifu na video za sekunde chache kulikuwa na ukweli ambao Sasha hakupenda kuukabili. Hakukuwa na akiba, hakukuwa na mpango wa kesho wala kazi ya kudumu. Maisha yake yalitegemea ahadi na hisani za watu wengine. Hata hivyo, katika mawazo yake hilo halikuwa tatizo. Aliamini kwa dhati kuwa urembo wake usingefifia kamwe na kwamba bahati ingeendelea kumfuata, bila kujua kuwa msingi aliyoujenga ulikuwa dhaifu kuliko alivyoamini. Jioni moja Neema alirejea nyumbani akiwa amechoka kupita maelezo. Miguu yake ilikuwa mizito kana kwamba imebeba mzigo wa dunia nzima, na mikono yake ilikuwa imevimba kwa kazi ya siku nzima. Alipofungua mlango wa nyumba yao ndogo, harufu ya manukato ya gharama ilimkuta kabla hata hajashusha ndoo yake. Ndani Sasha alikuwa amekaa kwenye kochi akivinjari simu yake huku akicheka. Akiwa amevalia nguo mpya zilizomkalia kwa ustadi. Neema alipita kimya kimya kuelekea jikoni, lakini sauti ya Sasha ilimzuia. Ebu njoo uone hii picha, Sasha alisema kwa sauti ya majivuno akiinua simu yake. Ndani ya dakika kumi tu, likes zimefika elfu. Neema alitabasamu kwa heshima, akatikisa kichwa bila kusema mengi. Hakupenda mashindano wala hakujiona ana kitu cha kujithibitishia. Lakini Sasha hakuishia hapo. Alimwangalia Neema kuanzia viatu vilivyochoka hadi kanga iliyochakaa, kisha akacheka kwa dharau isiyojificha. Unajua Neema, alisema kwa sauti ya kejeli, utaendelea kufanya kazi hizi maisha yako yote. Mimi naishi vizuri bila hata kujichosha. Kisha akaongeza, akisisitiza kila neno, mimi naheshimiwa bila jasho. Maneno hayo yalimpiga Neema kama radi. Alijaribu kujizuia, lakini moyo wake ulisikia maumivu makali. Kwa muda mfupi, alijiuliza kama kweli juhudi zake zote zilikuwa na maana. Macho yake yaliloa na machozi, lakini hakuyaruhusu yatiririke. Hakuweza kumpa Sasha ushindi wa kumwona akivunjika. Badala yake, Neema alivuta pumzi ndefu, akanyanyua kichwa chake na kusema kwa sauti tulivu lakini imara, kila mtu ana safari yake. Sasha alitabasamu kwa dharau, kana kwamba majibu hayo yalikuwa ya kipuuzi. Usiku ulipoingia, Neema alikaa peke yake chumbani. Maneno ya Sasha aliendelea kumzunguka akilini mwake kama sauti isiyotaka kunyamaza. Lakini katikati ya maumivu, alikumbuka sababu yake. Alikumbuka ndoto zake, ahadi aliyojiwekea, na matumaini ya maisha bora. Alifungua kitabu chake, akaanza kusoma tena, machozi yakidondoka juu ya kurasa, lakini moyo wake ukiwa umejaa azma mpya. Kwa Neema dharau haikuwa mwisho, ilikuwa moto uliyomchochea kuendelea mbele, akiamini kwamba siku moja kazi yake ingeongea kwa niaba yake. Siku moja jioni, Sasha alirudi nyumbani akiwa na tabasamu lililozidi kawaida. Alifungua mlango kwa mbwembwe kana kwamba alikuwa akiingia kwenye jukwaa, viatu vyake vya gharama vikigonga sakafu kwa sauti ya kujiamini. Mkobani alikuwa amebeba sanduku dogo la rangi nyeusi, macho yake yaking'aa kwa furaha iliyochanganyika na majivuno. Neema aliyekuwa jikoni akiandaa chakula cha kawaida, aligeuka kumtazama bila kujua kinachoendelea. Neema, kaa chini, Sasha alisema kwa sauti ya ushindi. Nina habari kubwa. Bila kusubiri jibu, alifungua sanduku lile na kuonyesha simu mpya ya kisasa iliyong'aa kama kioo. Hii ni zawadi tu, aliongeza akitikisa mkono wake kana kwamba ilikuwa kitu cha kawaida kabisa. Ndipo Sasha akaanza kusimulia kwa sauti ya kujivunia. Alizungumza kuhusu mwanaume aliyekutana naye kwenye sherehe ya kifahari, mwanaume aliyekuwa na gari la gharama, mavazi ya suti safi na maneno matamu yaliyojaa ahadi. Alisema alikuwa mfanyabiashara mkubwa mwenye miradi mikubwa na safari za mara kwa mara nje ya nchi. Kwa Sasha, huyu hakuwa tu mwanaume, alikuwa uthibitisho kwamba njia aliyochagua ilikuwa sahihi. Kuanzia siku hiyo, maisha ya Sasha yalibadilika zaidi alianza kuondoka kila mwisho wa wiki akiwa amevalia mavazi mapya, akirudi na manukato mapya, saa za bei kubwa na hadithi za migahawa ya kifahari. Kila alipokutana na Neema hakukosa nafasi ya kumdharau. Angalia hii, alisema mara kwa mara, akimwonyesha pochi iliyojaa noti au ujumbe wa ahadi kwenye simu. Hivi ndivyo maisha yanavyopaswa kuwa. Neema alimsikiliza kimya kimya, akijaribu kuficha hisia zake. Alifurahia kuona rafiki yake akionekana ya mwenye furaha, lakini ndani ya moyo wake alihisi uzito wa maneno na matendo ya Sasha. Dharau ilizidi kuongezeka, kana kwamba mafanikio ya Sasha yalihitaji Neema aonekane mdogo zaidi. Ungeacha hayo masomo yako, Sasha alimwambia siku moja kwa sauti ya kejeli, njia ya mkato ipo Neema, maisha ya kifalme hayahitaji jasho. Neema hakujibu alitazama kimya kimya, akujiambia moyoni kwamba ahadi na zawadi si msingi wa maisha, lakini hakujua kwamba nyuma ya mwonekano wa utajiri na maneno matamu ya yule mwanaume kulikuwa na siri nzito iliyokuwa ikingojea kuvunja ndoto zote za Sasha kwa ghafla. Asubuhi moja tulivu, Neema alikuwa amekaa kwenye daladala akielekea sokoni, akili yake ikiwa bado imelemewa na uchovu wa siku zilizopita akiwa ameshika simu yake ya zamani aliamua kuvinjari habari kwa dakika chache kabla ya kushuka. Ghafla macho yake yakagandia tangazo lililoonekana kama ndoto. Kampuni kubwa ya kimataifa ilikuwa ikitafuta msimamizi wa miradi. Vigezo vilikuwa vikali, lakini kila neno lilizungumza moja kwa moja na ndoto aliyokuwa akiibeba kwa muda mrefu. Moyo wa Neema ulianza kudunda kwa kasi. Kwa muda mfupi alijiuliza kama kweli hilo lilikuwa kwa ajili yake aliangalia nguo zake zilizochakaa, mikono yake yenye alama za kazi, kisha akavuta pumzi ndefu. Nikijaribu sitapoteza chochote, alijiambia kimoyomoyo. Kuanzia siku hiyo, Neema alibadilisha ratiba yake kabisa. Baada ya kuosha nyumba na kuuza mbogamboga sokoni, hakuruhusu uchovu umzuie. Alirudi nyumbani mapema iwezekanavyo, akapika chakula cha haraka, kisha akajifungia chumbani na vitabu vyake. Usiku baada ya usiku, taa yake ndogo ilikuwa ikiwaka hadi saa za manane, wakati dunia nzima ikiwa imelala. Alisoma kuhusu usimamizi wa miradi, akajifunza namna ya kuongoza timu, kupanga bajeti na kutatua migogoro. Kila ukurasa aliogeuza ulikuwa kama jiwe lingine aliloweka kwenye daraja la kumfikisha kwenye maisha aliyoyaota. Macho yake yalichoka, mgongo ulimuuma, lakini moyo wake ulikuwa hai kuliko wakati mwingine wowote. Mara nyingi kelele za Sasha zikirejea usiku wa manane kutoka kwenye sherehe zilimkatiza. Kicheko na mziki vilimfanya Neema ajisikie peke yake kwa muda, lakini hakukata tamaa. Aliweka masikioni sauti ya ndoto zake badala ya sauti za dharau. Alipofika siku ya mwisho ya kutuma maombi, Neema alitazama fomu yake kwa muda mrefu. Mikono yake ilitetemeka alipobonyeza kitufe cha kutuma. Alifumba macho, akavuta pumzi ndefu na kuomba kimya kimya. Haijalishi matokeo yangekuwaje, Neema alijua jambo moja kwa hakika: kwa mara ya kwanza, alikuwa ameipa ndoto yake nafasi ya kweli ya kupaa. Usiku ule ulikuwa mzito kuliko mingine. Upepo mwanana ulipuliza dirishani, ukibeba sauti za mbali za muziki na vicheko kutoka mitaani. Neema alikuwa amekaa mezani kwake ndogo, vitabu vikiwa vimefunguliwa, daftari limejaa maandishi na michoro ya mipango. Kesho yake ilikuwa siku muhimu, siku ya usaili. Alijaribu kujituliza akipumua polepole pole, akipitia maswali na majibu aliyoyaandaa kwa bidii. Ghafla mlango ulifunguliwa kwa kishindo. Sasha aliingia akiwa amevalia gauni jekundu lililomkalia kama limechorwa mwilini mwake. Manukato yake yalijaza chumba, yakichanganyika na harufu ya wino na karatasi. Alirusha mkoba wake juu ya kiti na kumtazama Neema kwa jicho la dharau. Neema alisema kwa haraka, ninapati ya maana sana leo nimechelewa nifanyie wema, nifulie hizi nguo haraka. Alirusha nguo chache mezani kana kwamba zilikuwa mzigo mdogo tu. Neema aliinua macho taratibu akimtazama Sasha kwa mshangao. Sasha, leo siwezi, alisema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo. Kesho nina interview. Nahitaji kusoma. Sasha alicheka kwa kejeli, kicheko kilichokatiza kimya cha usiku. Interview gani hiyo? Alisema huku akitingisha kiafya. Hizo interview zako hazina maana. Angalia mimi, ninaenda kuishi maisha. Wewe bado umekwama kwenye vitabu. Maneno hayo yalimuuma Neema kuliko alivyotarajia. Alishusha macho, akihisi moyo wake ukipigwa kwa nguvu. Kwa sekunde chache, alihisi hasira ikimchemka ndani. Alitaka kujibu, kujitetea hata kupaza sauti lakini alikumbuka safari yake, alikumbuka ndoto yake. Alinyanyua kichwa, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa utulivu na kutakia usiku mwema Sasha. Hakukuwa na lawama wala hasira, kulikuwa na uchaguzi wa amani. Sasha alikunja uso kwa mshangao, kisha akachukua nguo zake kwa hasira ndogo, atatoka huku akigonga mlango. Kimya kilirudi kizito, lakini safi. Neema alifuta machozi yaliyokuwa yameanza kujikusanya, akafungua kitabu tena. Akiwa peke yake, alijiambia kimoyomoyo, dharau siyo mwisho wangu. Usiku uliendelea, kurasa zikigeuzwa, kalamu ikiandika, na ndani ya kimya hicho, neema aliendelea kujenga kesho yake, akichagua kusamehe na kuchagua kuendelea mbele. Usiku huo ulianza kwa shangwe na kelele za muziki, taa za rangi zikimulika ukumbi wa kifahari uliokuwa umejaa watu waliovaa mavazi ya gharama. Sasha alicheka kwa furaha, akijiona kama malkia wa usiku, mkono wake ukiwa umefungwa kwenye mkono wa yule mwanaume aliyemwita mchumba. Ahadi zake zilikuwa tamu kama asali, safari za nje ya nchi, nyumba kubwa na maisha yasiyo na mipaka. Kwa Sasha, huo ulikuwa uthibitisho kwamba alikuwa ameshinda. Hali ilibadilika, muziki ulizimwa bila onyo na sauti nzito zikasikika mlangoni Kabla watu hawajaelewa kinachoendelea, wanaume waliovaa sare waliingia kwa kasi. Polisi! Ukumbi uliingia katika kimya cha hofu. Mchumba wa Sasha alikakamaa, uso wake ukipoteza rangi, macho yake yakikwepa kutazamana na yeyote. Simama hapo! Sauti ilisikika kwa ukali. Ndani ya dakika chache pingu zilikuwa tayari mikononi mwa mwanaume yule maneno ya ukweli yakaanza kumwagika kama mvua. Alikuwa tapeli anayetafutwa kwa muda mrefu, akitumia majina ya uongo na pesa haramu kuishi maisha ya anasa. Kila neno lilimchoma Sasha moyoni kama kisu. Walipoondoka ukumbini, safari haikuishia hapo. Polisi waliinuka hadi kwenye nyumba aliyokuwa akiishi Sasha. Milango ilifunguliwa kwa nguvu, droo zikafunguliwa na mali zote za thamani zikachukuliwa kama vielelezo. Sa, mikoba simu hata gari lililokuwa nje, vyote viliondolewa mbele ya macho yake yaliyokuwa yamejaa machozi. Majirani walitoka nje kushuhudia tukio hilo, wakinong'ona na kuashiria kwa vidole. Sasha alisimama pale, akiwa amevalia gauni lake la kifahari, lakini moyo wake ukiwa mtupu. Ndani ya dakika chache, maisha aliyoyajenga kwa picha na ahadi yalikuwa yameporomoka. Alipoachwa peke yake, kimya kilimkumba kwa uzito. Simu yake ilizimwa, akaunti zake zikifungwa, na wadhamini waliokuwa wakimtafuta awali wakatoweka kama kivuli. Madeni yakabaki, aibu ikamzingira, na hofu ya kesho ikaanza kumtafuna. Ndani ya usiku mmoja, Sasha aligundua ukweli mchungu, maisha ya kifahari aliyoyaamini hayakuwa na msingi. Na gizani, akikaa sakafuni, machozi yakimdondoka, alianza kuelewa kwamba safari aliyodhani ni fupi kuelekea juu ilikuwa imegeuka kuwa anguko kubwa lisilo na onyo. Wakati Sasha alikuwa akizama kwenye giza la maanguko yake, upande mwingine wa jiji, Neema alikuwa akisogea kwenye jengo refu la vioo akiwa na moyo unaodunda kwa kasi. Ilikuwa bado usiku, taa za barabarani zikimulika njia yake na hewa ikiwa nzito kwa mchanganyiko wa hofu na matumaini. Alishika faili lake kwa mikono miwili, kana kwamba lilikuwa ngao dhidi ya wasiwasi uliokuwa ukimzidi. Alipoingia ndani ya ukumbi wa kampuni ile ya kimataifa, alipokelewa na utulivu wa ajabu. Sakafu iliyong'aa, viti vilivyopangwa kwa mpangilio, na watu waliovaa suti walionekana kama ndoto aliyokuwa akiitazama kwa mbali kwa miaka mingi. Neema alikaa kimya, akisubiri aitwe, akijiambia moyoni, nimefika hapa kwa bidii yangu. Hatimaye mlango ulipofunguliwa, aliitwa kuingia. Jopo la usaili lilikuwa limekaa mbele yake, uso baada ya uso uliokuwa makini na wenye uzoefu. Maswali yalianza, yakihitaji si tu majibu ya vitabuni bali busara ya maisha. Neema alijibu kwa utulivu, akisimulia safari yake ya kazi, changamoto alizokutana nazo, na jinsi alivyotatua matatizo akiwa na rasilimali chache. Alizungumza kuhusu kusimamia muda, kuwaheshimu watu, na kujifunza kutokana na makosa. Kadri dakika zilivyosonga, hali ilibadilika. Vichwa vilianza kutikiswa kwa ridhaa na macho ya wajumbe wa jopo yakaanza kung'aa kwa kuvutiwa. Waliona si msichana mwenye shahada tu bali mwanamke aliyepitia maisha na kuyashinda kwa nidhamu. Ndipo mkuu wa kampuni, mwanaume mwenye nywele zilizopauka kwa busara, alimwangalia Neema kwa makini zaidi. Ghafla alitabasamu kidogo, kana kwamba kumbukumbu fulani ilikuwa imemjia. "Samahani," alisema polepole, "je, uliwahi kusaidia mtu barabarani gari lake lilipoharibika bila kutarajia malipo yoyote?" Neema alishangaa, lakini akatikisa kichwa. "Ndiyo," alijibu kwa unyenyekevu. Nilifanya nilichoweza tu. Ukumbi ukanyamaza kwa sekunde chache. Mkuu wa kampuni akavuta pumzi, kisha akasema kwa sauti iliyojaa hisia, "Basi, wewe ndiye yule msichana." Ndani ya muda mfupi, Neema alitambua kwamba si tu ujuzi wake uliomfikisha pale, bali pia utu wake. Alipotoka kwenye chumba kile, moyo wake ulikuwa mwepesi kuliko wakati mwingine wowote. Hakuwa bado anajua matokeo rasmi, lakini ndani yake alihisi ushindi, ushindi wa bidii, unyenyekevu na imani kwamba mema hulipwa hata yakichelewa. Asubuhi ile ilianza tofauti kabisa kwa Neema. Jua lilichomoza taratibu, likimulika dirisha la chumba chake kidogo kwa mwanga wa dhahabu. Alikuwa bado hajazama sana kwenye usingizi mzito, simu yake ilipolia kwa sauti isiyo ya kawaida. Alipoitazama, aliona jina la kampuni lile lile lililojaa heshima. Moyo wake uliruka, mikono ikaanza kutetemeka alipobonyeza kupokea. Hongera, Bi Neema, sauti ya upande wa pili ilisema kwa utulivu wenye mamlaka. Jopo limefurahishwa sana na wewe. Tungependa kukukaribisha rasmi kama msimamizi wa miradi. Maneno hayo yalimsisimua kuliko ndoto yoyote aliyowahi kuwa nayo. Macho yake yalijaa machozi ya furaha, akakaa kimya kwa sekunde chache akijaribu kuyamini aliyoyasikia. Baadaye mchana huo, Neema aliitwa ofisini. Alikabiziwa mkataba mzito uliokuwa na tarakimu alizowahi kuziona kwenye magazeti tu, mamilioni. Aliposaini jina lake, alihisi kama anafunga mlango wa maisha ya dhiki na kufungua ukurasa mpya. Nje ya jengo, gari jipya la kampuni lilikuwa limemsubiri liking'aa, chini ya jua kama ishara ya safari mpya iliyokuwa imeanza. Neema aliporudi nyumbani, hakutaka kusherehekea kwa makelele alitaka tu kupumua, kutafakari na kushukuru. Lakini alipokaribia nyumba yao aliona kitu kilichomfanya asimame ghafla. Nje ya geti, kwenye kivuli cha ukuta, Sasha alikuwa amekaa chini, mabegi mawili yakiwa pembeni yake. Uso wake ulikuwa umechoka, macho yakiwa mekundu kwa kilio, na mavazi yake hayakuwa tena yale ya kifahari aliyoyazoea. Neema alishuka taratibu kutoka kwenye gari, moyo wake ukichanganyika na mshangao na huruma. Sasha, nini kimetokea? aliuliza kwa upole. Kwa sauti iliyovunjika, Sasha alisimulia kwa kifupi kufukuzwa, madeni na jinsi kila mtu aliyekuwa akimzunguka alivyotoweka usiku mmoja. Alishusha kichwa kwa aibu, machozi yakimdondoka. Neema alimtazama kwa muda mrefu, akitambua jinsi maisha yanavyoweza kubadilika kwa haraka. Asubuhi ile ilithibitisha ukweli mmoja mzito: Ndani ya saa chache, dunia inaweza kukuinua au kukuangusha. Na katikati ya ushindi ushindi wake neema Neema alihisi wito wa utu zaidi kuliko ushindi wenyewe. Neema alikaa kando ya Sasha akisubiri hadi machozi yake yakiisha. Hali ilikuwa tulivu, tofauti kabisa na vurugu na kelele ambazo zilikuwa zikizunguka maisha ya Sasha siku chache zilizopita. Alitazama rafiki yake wa zamani, sasa mtu aliyekumbwa na aibu, aliyepoteza kila kitu, akijua kuwa hatua ya kutoa msaada ilikuwa sio kwa neema dhahiri, bali ni kwa utu wake. Hii ni shida yako sasa, Neema alisema kwa sauti tulivu, macho yake akiwa na huruma lakini pia imara. Aligundua kuwa hata ndani ya dhiki, mwanadamu anaweza kuwa na chaguo. Lakini bado kuna njia ya kuanza upya. Nitakusaidia kupumzika, kupata chakula na kushughulikia mahitaji yako madogo. Sasa ni muhimu ujifunze kutoka kwa makosa yako. Sasha alitabasamu kwa uchungu, akijua kuwa alihitaji msaada lakini hakujua ni wapi angeanza. Alijaribu kusema jambo fulani lakini maneno yake yalikauka midomoni. Neema alitoa mikono yake kwa upole, akamnyanyua polepole, akimwongoza kwenye nyumba ndogo ambapo chakula kilikuwa tayari na vitabu vya Neema vikiwa pembeni kama ishara ya bidii na ndoto. Usikubali uzuri wa sura yako au mali zako zipoteze akili yako, Neema aliendelea kwa utulivu, uzuri unaweza kufungua mlango, lakini bidii na nidhamu ndizo hukuweka ndani Sio kila kitu kinachopendeza macho ni halisi au cha kudumu. Sasha aliketi kimya, akifundishwa bila lawama, akisikiza kila neno kwa makini. Ndani ya moyo wake alianza kuelewa kuwa mafanikio ya haraka, mapenzi yasiyo na msingi, na hila hazina nafasi katika maisha ya kweli. Neema aliongeza, maisha hayana njia ya mkato. Kile unachopanda leo, ndicho utakachovuna kesho na usiku huu mmoja unaweza kubadilisha kila kitu kwa vizuri au vibaya. Chagua bidii na heshima kila wakati, kwa sababu hizo ndizo ndoto zinazotekelezeka kweli. Usiku ule ulimalizika kwa faraja isiyoelezeka. Sasha alianza kuona umuhimu wa nidhamu na bidii, huku Neema akijua kuwa moyo wake uliojaa huruma na imani umekuwepo pale pale, kuonyesha njia katika giza la jioni. Funzo lilikuwa dhahiri. Dunia inawalipa wale wanaosimama kwa bidii na unyenyekevu, na hata usiku mmoja unaweza kugeuza maisha ya mtu mmoja kwa milele.